Kutoka kaunti namba 22 tuende kaunti nambari 5, ambapo ili kukabiliana na visa vya mimba za mapema na utumizi wa dawa za kulevya vimekuwa vikishuhudiwa katika kaunti ya Lamu, serikali ya kaunti hiyo imetenga jukwaa la sanaa na michezo katika Kisiwa cha Amu ili kuwaleta pamoja vijana kwenye burudani na mafunzo ili kujiepusha na uraibu wa vileo na mihadarati. Rahma Rashid anatuarifu zaidi. Ikiwa ni siku ya tatu ya sherehe za Idi el Fitri katika kisiwa cha Amu, zaidi ya watu elfu mbili wameweza kukusanyika pamoja eneo la Pavilion, kisiwa ni Amu, ili kujivinjari, kujiburudisha wakati huu wa sherehe, kwani Lamu kuna changamoto ya ukosefu wa sehemu za kuburudika. Tuko hapa katika ma mahali ambapo tunaita Pavilion, mahali ambapo kila mwaka tunasherehekea Idi na ili kama mara hii pia tumeweza kusherekea mahali kama hapa, tumeweza ku involve kinamama youth, uh, na vijana pia ili kuweza kutumbuiza watu ili watu walamu wapate mahali pa kuweza kusherekea na kuendeleza biashara zao. Kwa hivyo hao vijana wanaoimba wanaopengine wana pengine kufanya drama, wanaofanya uh, mashindano tofauti tofauti huwa kuna kipato fulani wanapata kama wao vijana kujishughulisha. Hakuna kutembea, hakuna hakuna kutembea kama vile Makadara, Mombasa nini huku hakuna. Sawa, lakini sasa tukilifanya hii function kama hii ikifanyika watu wengi wanapata vipumbazi, wanatoka majumbani pia kuja kutoa stress. Wakija wakipata tarab life hapa yaendelea, ni stress kubwa ambayo wanatoka katika moyo wao. Hii uh, hii shughuli inawezesha kwanza vijana kuwa busy. Malalamishi makubwa vijana kuingia katika mihadarati, katika kuingia mimba za mapema, katika kufanya zile anasa mbaya mbaya, uh, tunajaribu ku, kuondoa zile fikra zao na kuzileta katika hizi shughuli. So katika impact ambazo nimezipata hapa katika hii performance ni kwamba watu wataweza kunitambua kwa sababu nikisema, nimelala pale nyumbani, sikuja katika tamasha kama hii hakuna mwenye atanijua, nitaishi kusema mimi ndo mwimbaji, lakini hakuna mwenye atakuja kunijua kwamba mimi naimba ama nini. Wanafanya uh, utalii umeboreka Lamu uh, kiasi cha kwamba kama utachelewa kukata tikiti ya ndege ama ya gari unaweza kukosa nafasi. Kwa hivyo tunashukuru sana wale washikadau wa kutusafirisha wageni wa, wa kututuletea hapa na tunawaomba wazidishe vyombo vao vya usafiri ili watalii wasiwe na sababu ku, hawakupata tikiti ama hawakuweza kufika Lamu na ni sehemu ambayo imetajwa kuepusha visa vya mimba za mapema, masuala ya dawa za kulevya miongoni mwa watoto ama vijana, kwani nyakati kama hizi za sherehe za Eid al-Fitr, sherehe mbalimbali, na hususan msimu huu ambapo shule zimefungwa, vijana ni rahisi kushawishika kujiunga na makundi mabaya na hatimaye kukosa kuendeleza ndoto zao za elimu, hali ambayo imepelekea msukumo gavana wa Lamu Isatimami, kwa ushirikiano na idara ya utalii kuunda sehemu hii ili Kuwaleta watu pamoja. Rahma Rashid Runinga, Citizen, kaunti ya Lamu.